Like seven years ago kama sio nane, tulikuwa approached na watu wanaitwa Project Abroad. Hawa jamaa walikuja wakagonga pale nyumbani na kusema ok, sisi ni project ambayo tunachukua wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali mbali, na hususan ni kutoka Ulaya wanawaleta hapa Tanzania wanakuja kufanya internship. Hawa watu wakija hapa wanahitaji sehemu pa kulala, so walikuja pale wakatuambia okay, mna vyumba vingapi? Una vyumba viwili extra ambavyo vilikuwa free, mimi niko chuo huku, mdogo wangu mwingine naye alikuwa na, yalikuwa, nahisi chuo mwingine alikuwa shule, so kiufupi wazazi wangu wako pale nyumbani, kwenye bedroom bedroom ziko empty, chumba changu kiko empty na chumba cha wadogo zangu wawili kiko empty. So, then kwa sababu hivyo vyumba viko empty wakasema, okay, tunaweza tukaanza na hivi vyumba viwili hapa kuangalia uh, kutokana na nachokisema, it's an extra income, it's good. Kisema, tukapata kipato zaidi hapa nyumbani. So, anyways, fast forward, kafanya biashara na Project Abroad, dola zikawa zinaingiaingia hapa na pale. Baadaye ile project imeharibika, nikimaanisha iliisha pale maeneo ya Moshi, wakaona nahisi upande wa Moshi mambo hayaendi vizuri, kwa hiyo wakawa wameamishia Project Abroad kiufupi maeneo ya Arusha pekee. So, fikiria hapa tulikuwa tayari tunatengeneza income nzuri tu inaingia kutokea project ya Broaden, gafla hiyo income imekatwa. So, kilichotokea ni kwamba mdogo wangu alikuwa anaongea na rafiki yake akamwambia, oh, mimi nimesikia kuhusu na Airbnb booking.com na nini, akaja kaniambia hivi na hii ya Airbnb booking.com tukafanya nini? Kasema ngoja na mimi nikafuatilia kidogo. Kaenda kufuatilia fuatilia booking.com ya Airbnb tukasema, you know what? Hebu tuchukue picha. Na ngoja hata picha za kwanza ambazo tulichukua in short, tulikuwa na simu zetu tu pa pa pa chukua weka up uh, booking.com kasema you know what jaribu, yaani kuna nini ambacho tunakipoteza? Anyways, so nakumbuka tumeweka booking.com, um extra details zote, jaribu kufuatilia, kwa sababu mi ni more of the person ambaye anasimamia biashara kwa juu na anaelewa vitu fulani kuhusiana na teknolojia. So ingia pale, fanya utafiti wangu namna ya kulist vizuri, tukaanza kupata wateja. So pata mteja wetu wa kwanza, hiyo feeling ni balaa, yani ni feeling nzuri sana.